Uh, aleluya aleluya, watu wa Mungu, nataka nizungumzie kuhusu utekaji. Tuwe uh, waminifu hata kufa, maana imeandikwa heri wafao katika Bwana. Tuonane milele, bonane andalini kule uh, taondoka tawacha waovu, lakini pia nataka niseme ya kwamba hata waovu nao hawatabaki. Hata waovu nao najua nao wa mwisho utaenda kuonana nao najua, hata waovu wa nao wataonana kule bandarini siku yao ya mwisho. Wanadamu, tutende wema, wache mabaya. Kikubwa saizi ni kumrudia Mungu, maana hii siyo haki. Hata kama umetumwa utekeleze maagizo ya wa bosi wako au mkubwa wako, kumbuka hao unawafanyia hivyo ni wanadamu. Lakini pia nataka nikuambie wewe mtekaji ambao haujulikani Damu ya mwanadamu haiwezi kumwagika bure hata siku moja, na kama itamwagika bure, sidhani. Maana haipo damu ya mwanadamu imwagika hayo bure, maana kilio cha wanyonge, kilio cha watu wa Mungu, naona saizi ndo kinazidi kutanda katika mawingu, katika taifa letu la Tanzania lakini pia nataka nikwambie, wewe mwenye mamlaka unayetuma watekaji wa sijui au wasiofahamika sijui, wewe ni mamlaka au wewe sijui ni nani, nataka nikwambie ya kwamba kwa kilio cha wanyonge kitafika mwisho, kilio cha wachungaji kitafika mwisho, kilio cha watu wema kitafika mwisho. Lakini pia usifurahie hayo, yana mwisho. Ogopa sana yakikurudia wewe, maana najua yakikurudia wewe unaweza ukalia zaidi ya mara mbili ya ile ambayo alilia mtu mmoja. Wewe inaweza uka, ukalia zaidi ya mara tatu mara nne kwa ajili ya mtu mmoja. Pia nataka nikwambie wewe ambao wanasema haujulikani. Ipo siku yako, najua wewe unaweza ukaja kulia zaidi ya yule bosi wako aliyekutuma wewe, utalia zaidi ya yule ambaye akakwambia kuwa fanya kazi nitakulipa, fanya hivi nitakulipa, lakini nataka nikwambia kwamba umeandikwa katika Walumi tatu, tukianzia ule mstari wa kumi tunasema hivi, hakuna kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Maana yake ya kwamba sisi wanadamu wote, katika nchi, katika maisha, wote sisi tunapita. Hakuna atakayehesabiwa haki duniani, hakuna atakayehesabiwa haki mbinguni. Kama duniani haujahesabiwa haki basi ujue hata mbinguni hauwezi kuhesabiwa haki. Lakini pia hakuna soma Walumi tatu, endelea ms mstari wa kumi na moja anasema hakuna afahamuye, hakuna mtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza wote, wameoza wote pia hakuna mtenda mema la hata mmoja. Yani ya kwamba sisi binadamu hakuna atendaye mema zaidi ya kuwaumiza watu wanyonge, watu wa pesa, watu wa Mungu, waumiza watu wema. Hakuna mwanadamu hata mmoja atendaye mema, lakini tukiendelea hasa kwa hawa ambao wanaweza nikarudi nika ya kwamba kuwa ni watekaji, ni watu fulani wasiojulikana, nataka niwaambie kwamba kolao ni kaburi wazi, kwa maana ndimi zao wametumia hila, sumu ya filai hii chini ya midomo yao wa. Yani wao kila wakisikia ah, mtu fulani anapinga mabaya huko tayari wapo. Mtu fulani huku anapinga hiki, tayari wapo. Yani maana yake wao ni wanasumu, wamejazwa sumu zaidi na sumu. Lakini vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, yani laana ile za watu ambao ndugu zao wamepotezwa, ndugu zao wamepelekwa kusikojulikana zile laana zimewajaa hawa watekaji wasiofahamika, ni laana ambayo ni kubwa sana na vinywa vyao vimejaa uchungu. Unaweza ukatenda jambo, lakini siku ya pili ukaja kujilaumu kwa nini ulitenda, na wakati huo malipo ushapokea, ulishafanya kazi ya mtu kwa ajili ya maslahi yako, lakini pia maana hawa wasiojulikana ambao ni watu hawajulikani, lakini najua ipo siku yao watakuja kujulikana. Maana miguu yao ina mbio kumwaga damu, uharibifu na mashaka yamo njiani, ni wao. Yani, wao wanaua wenzao, wanateka wenzao, lakini bado wao wenyewe wanamashaka. Wanasema hivi siku yetu ya mwisho ikija kujulikana, itakuwaaje? Siku yetu ya mwisho ikija kufahamika, itakuwaje? Maana unaweza ukasema ni siri, hakuna siri. Ipo siku utakuja kujulikana kuwa mimi ndiye niliyekuwa naitwa itwa nisiyejulikana, mimi ndiye niliyekuwa nateka watu, mimi ndiye niliyekuwa na mwaga damu za watu. Lakini kumbuka Siku yako ya mwisho utahesabiwa ni mwaga damu za watu wangapi. Maana wasije ukasema mbingu ni ya wazembe. Mbingu sio ya wazembe, mbingu sio ya wazembe ambao kama anasema mimi hata nikiua nimehesabia haki kwamba niliua nilimtoa mtu mbaya. Huyo sio mbaya. Kuna mtu anakwambia mabaya yako unayotenda, basi ujue kwamba huyo ni mtu mwema anataka ubadilike nae uwe na tabia kama yeye. Lakini pia wala njia ya imani hawakuijua, kucha mcha Mungu akupo machoni pao. Yaani wao kwao, hata wakisema tuombe au tukasali, maana hawaoni chakusali. Damu za watu zinalia kwenye vichwa vyao damu za wanyonge zinaongea kwenye ubongo hao, zinasema, haiwezekani wewe uende kanisani kwa Mungu. Utaenda kanisani kwa mungu kufanya nini, wakati wewe ndiye ule mwaga damu yangu, wewe ndiye ule nipoteza mimi. Maana wasiojulikana wanaangalia sana, hasa watu wema ambao wanajua huyu mtu tukimwacha, ndani ya sekunde moja tu jua huyu tayari hapa ashaondoka.